Na mtazamaji wa Faida Online TV. Hapa ni kwenye shule ya sekondari ya Mahurunga inayopatikana ndani ya halmashauri ya wilaya ya Mtwara kwenye kata hii ya Mahurunga, ambapo siku uh, ya leo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara ambaye pia ni mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mahurunga, Mheshimiwa Sulemani Ali Nampanye amefanya kikao kazi na wafanyakazi wa kata hii kwa ajili ya kuweza kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo, lakini pia kubwa, anasema ni kuwaunganisha watumishi waweze kufahamiana Faida Online TV tumefika hapa na kuendelea, taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, kukumbusha kusubscribe, kulike na comment section yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Huyu hapa mwenyekiti, tumezungumza naye akieleza kwa kirefu, leo ni kuwa na kikao cha watumishi wote ndani ya kata ya Mahurunga, kwa maana wa idara zote kuweka mpango kazi lakini kwanza kufahamiana, kwa sababu wako baadhi ya watumishi kwa kufahamiana kwao, tumeweza kufahamiana, tumezungumza tume, ambao tumezungumza, lakini tumefanikiwa kuunda grupu ambalo itakuwa lina linashughulikia masuala yote ya kata. Lakini pili, kupeana misaada pindi mtu anapopata na tatizo, kwa maana kupitia ile grupu itakuwa tunasaidiana. Lakini tatu, tumeweka mipango kazi kwenye kila idara, watu wa afya, lakini watu wa elimu, watu wa mifugo, na wale watu wa idara ya maendeleo, lakini ustawi wa jamii kila mmoja amekabidhiwa jukumu lake, lakini pia tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwenye hayo maeneo yote tunafanikiwa kwa kiwango kikubwa, ili tuone kata yetu ya Mahurunga inakuwa katika ustawi na afya njema. Lakini pili kwenye elimu nao tuwe juu, tukiwa tunazingatia ile, ile, ile, ile, ile kauli mbiu ya kwamba tunamsaidia mama kwa vitendo zaidi. Kwa nini nimeamua kuwakutanisha watumishi pamoja? Eh, nimeamua kuwakutanisha kwa sababu nimegundua watu wafahamiane. Naitwa mwalimu mkuu wa Abel Hussein, mkuu wa shule ya sekondari Mahurunga. E, leo tumekuwa na kikao e, katika shule hii ya sekondari Mahurunga kikao cha watumishi e, katika kata hii ya Mahurunga ambacho kimeitishwa na Mheshimiwa diwani pamoja na mtendaji mkuu wa kata e, tunajua kata Mr. Aron kwa kweli kikao kimekuwa ni kizuri sana, kwani kimeunganisha kada zote e, ndani ya kata yetu ya Mahurunga. tumekuwa na kituo cha afya tumekuwa nao hapa e, idara zote maafisa wa kilimo na idara zingine zote ndani ya kata ya Mahurunga. Kwa kweli kwa upande wetu sisi kama taasisi za elimu tumeelekezwa na viongozi wetu wa kata kwamba tunatakiwa sasa tufanye kazi kwa timu, huku tukitanguliza mbele masilahi mapana ya kata katika kuivusha katika, uh, kutoka, kutoka hatua moja eh, kwenda hatua nyingine kubwa zaidi ya kimaendeleo ili kutimiza matakwa na ilani ya chama chetu cha Mapinduzi. Kwa majina naitwa Faraja Mgeni, ni afisa ustawi wa jamii wa kata ya Mahurunga. Hmm. Kwa siku ya leo napenda kumshukuru sana mheshimiwa diwani kwa sababu ya kuorganize hiki kikao ambacho kimefanyika kwa watumishi wote, kwa sababu kwanza kabisa tumepata nafasi ya kufahamiana kwa ukaribu watumishi wa idara tofauti tofauti, kitu ambacho kina weka ushirikiano mzuri kwenye utendaji wa kazi, kwa sababu kikawaida, kikawaida kwenye utendaji wa kazi kila, kila mtumishi labda mwalimu, daktari madaktari, askari, afisa ustawi, afisa maendeleo wote tunashirikiana ili kutimiza ile majukumu ambayo yanafikisha huduma kwa wananchi. Kwa pasipo kufahamiana hakuwezi kuwa na ushirikiano mzuri kwenye ufanisi wa hizo kazi ambazo zinatakiwa zifanyike. Kwa kwa siku ya leo nimepata nafasi ya kufahamiana na watu ambao wanaweza kunisaidia mimi kama afisa ustawi kwenye utendaji wa kazi ambazo zinaleta ustawi kwa watoto, mama ambao wapo kwenye jamii. Nashukuru sana kwa ajili ya kikao hiki cha leo na nampongeza mheshimiwa diwani kwamba hiki kikao, naomba kiweze kuwa endelevu kwa ajili manufa ya manufaa ya kata yetu ya Mahurunga. Na mtazamaji wa Faida Online TV, kama ulivyomsikia mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara ambaye pia ni diwani wa kata Mahurunga Mheshimiwa Suleiman Ali Nampanye akizungumza kuhusu dhima ya kile ambacho kimefanyika katika siku hii ya leo kuwakutanisha watumishi hawa kata hii na kuzungumza na kula kwa pamoja. Lakini pili tumewasikia baadhi ya watumishi hawa wakizungumza na kumpongeza Mheshimiwa Nampanye kwa kile alichokifanya. Baada kufikia hapo nimefikia tamati naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment chini yetu ili uendelee kupata habari zetu hakika. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri kwa sasa.